Mfano, mwanzoni kabisa walikuwa wanapaita wana, wana Sumbawanga ya wenyeji, lakini wananchi wa huku baadaye kabisa wakaja wakaona kwamba wanazalaulika kuitwa wenyeji, wakaamua kupaita Sumbawanga asilia, kwa sababu waliona watu, kila mtu anasema ah, nendele kule kwa wenyeji, kule kwa wenyeji, kwa wenyeji saa, sasa ikaonekana sasa ni kama wanazalaulika, na ndio maana unaona hata sasa hivi ndugu mtangazaji maendeleo ya kwetu huku yako chini sana. Yaani neno Luiche ni sehemu ya kutupa yale mabaya na yale mabaya yakitupwa kwenye nani, msumbu urosi pali Luiche, yaani yakitupa mabaya pale Luiche na ule yale uchawi yote yatakwenda ziwa Rukwa, nadhani unaona jinsi mto Luche ulivyo unaenda unaenda unaangukia ziwa Rukwa na, na yakienda huko yataliwa na nani? Na mamba. Mazwi ina maana ma m, kwa Kifipa ina maana mara mbili. Kwanza kabisa pale mazwi kulikuwa matunda ambayo yalikuwa yanaitwa ama amazwi matunda, lakini vile vile, kuna kulikuwa na mahakama pale kwa chifu Kapele, ndiyo ilikuwepo sehemu ya mahakama ambayo watu wananchi wote walikuwa wanapeleka ma, maneno yao pale kwa chifu. Kwa hiyo kwa kifipa mazwi ina maana maana mbili, kuna matunda na na kupeleka maneno amazwi, yani kupeleka maneno kwa mhusika pale ambaye ndo alikuwa kama kama jaji ambaye alikuwa ni chief nani Mwene Kapele, am, kama jaji wa mahakama ya, ya ya kichi- ya kimwene. Kwa hiyo ndo walikuwa wanapelekewa, wan, yanapelekwa maneno pale, lakini na kulikuwa na miti ya matunda pale yanaitwa amazon. E, kantalamba ilikuwa ni sehemu ya ngome ya ya kivita kwa hiyo ina maana kuliwekewa tambiko lake pale, hauwezi ukavuka. Maana ya kantalamba ni kuvuka, yani hauwezi ukafika eneo lile, ni sehemu ya nani, inazuia kuvuka kivuko. E, usivuke yani, hauwezi kuvuka kwa sababu ilikuwa hata ukivuka ni lazima utazulika. Katandala, kuna kiongozi mmoja wa kichifu alitokea upande wa Ukonongo, tuseme Ukonongo ni Katavi. Sasa alivyokuja huku kuwatembelea viongozi wa huku ambao ni machifu alivyofika huku Katandala ina maana ni nikute, ni kutembelea sawa, ni kutembelea na ilivyo. Kwa hiyo alivyokuja huku akafika hapa, alivyofika sasa, anarudi kule Ukonongo akawa yani amepinduliwa. Kwa hiyo katika kupinduliwa ina maana hakuruhusiwa kuingia katika nchi yake tena, ikabidi arudi huku. Kwa hiyo viongozi wa kimila hapa ambao ni machifu walichokifanya wakampa lile eneo la pale, eneo la pale Katandala. Kwa hiyo Unajua, zamani watu walikuwa wanatengeneza majina, wakasema, ah tunakwenda kwa yule yule nani, tunakwenda Katandala, yaani kwa yule mtu aliyekuja twa nani kukatandala, sawa hmm. Kwa hiyo wananchi wakawa sasa wanasema tunaenda kwa yule mtu kama mtembezi. E, yule mtu ambaye ni mtembezi, lakini wakawa wanazungumzia kwa Kifipa twayo kukataandala.